Sasa tunapofungua Zaburi 77 leo utaona kichwa cha juu ambacho ni kichwa kilicho juu kabisa ya Zaburi. Inatuambia kwamba hii ni Zaburi ya Asafu. Huyu ni mmoja wa watunzi wakuu wa Israeli. Pia tunaambiwa hapa kwamba Zaburi hii iliimbwa kulingana na Yeduthuni. Sasa Yeduthuni alikuwa msaidizi wa kiongozi wa muziki wakati wa Daudi tunaambiwa hivyo katika kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura ya 25 aya ya kwanza. Inaonekana aliandika muziki wa Zaburi hii sasa hatujui jinsi wimbo huo ulivyokuwa, ningetamani tungejua, lakini Mungu hakutuachia melodi katika muziki huu, lakini alituachia maneno yaliyoongozwa. Sasa Zaburi 77 itatafakari juu ya fumbo la Mungu, jinsi Mungu anavyotembea kupitia historia, hatua zake katika mawimbi ya bahari ni za fumbo na mara nyingi zimefichwa. Asafu anaandika hapa kuanzia aya ya 16: maji yalikuona, e Mungu, vilindi pia vilitetemeka, sauti ya radi yako ilikuwa katika kisulisuli, umeme uliangaza dunia. Njia yako ilikuwa baharini, na njia zako katika maji makuu, na nyayo zako haziwezi kujulikana. Unajua, unaweza kwa namna fulani kufupisha maneno hayo ya mwisho: hakuna aliyekuona ukija au uondoka. Hata hivyo uwepo wa Bwana ulikuwa dhahiri. Inanikumbusha riwaya ya kwanza ya Kiingereza iliyoitwa Robinson Crusoe iliyoandikwa na Daniel Defoe. Ilichapishwa zamani sana mwaka wa 1719 ni riwaya kuhusu matukio ya kijana aliyepata ajali ya meli kwenye kisiwa karibu na pwani ya Venezuela. Kabla ya meli kuvunjika kabisa, Robinson anaweza kuokoa baadhi ya zana na vifaa na Biblia. Anagundua haraka jinsi ya kuwinda chakula na kulima shayiri na mchele, na hata anafanya vyombo vya udongo. Anasoma hiyo Biblia na hatimaye anampa Yesu Kristo moyo wake na maisha yake. Anaandika kumbukumbu -kumbu ya matukio yake katika kipindi cha miaka 28 ijayo kwenye kisiwa hiki. Anarekodi aina zote za hatari na na magumo. Sasa, akiamini kwamba yuko peke yake kwenye kisiwa hiki, anashangaa siku moja huona alama ya mguu kwenye mchanga. Anatishwa mara moja na na, kwa kiasi fulani, anashangazwa. Ni wazi kwamba hakuwa peke yake baada ya yote. Hatimaye anagundua mwenyeji ambaye alitoroka kutoka kwa walaji wa watu. Robinson na mwenyeji huyu wanakuwa marafiki wa maisha na hatimaye wanaokolewa na kusafiri kurudi Uingereza pamoja. Sasa kutoka kwa alama ya mguu ya ajabu hadi kuwa rafiki yake bora, hicho ndicho nilichofikiria niliposoma Zaburi hii. Hiyo ndiyo wazo hapa, na Asafu anapoandika kuhusu alama za ajabu za Mungu kwenye mchanga wa wakati. Asafu anaandika hapa katika mstari wa mwisho kwamba Bwana anakuwa mchungaji mwaminifu, akimwongoza akimwelekeza njia yote. Hiya alitoka kwenye alama hiyo ya mguu hadi kwa rafiki bora. Sasa Zaburi inayofuata, Zaburi 78, Asafu anataka ukweli wa kile alichojifunza upitishwe kwa kizazi kijacho. Kama jarida la Robinson Crusoe lililosimulia matukio yake na uaminifu wa Bwana, basi Asafu hataki kuweka siri matukio haya yote na uaminifu wa Bwana. Kwa hivyo anaandika hapa katika mstari wa kwanza: Sikilizeni enyi watu wangu, mafundisho yangu, tegeni masikio yenu kwa maneno ya kinywa changu. Nitafumbua kinywa changu kwa midhali, nitasema maneno ya giza ya zamani, mambo ambayo tumesikia na kuyajua, ambayo baba zetu wametuambia. Hatutayaficha kwa watoto wao, bali tutawaambia kizazi kijacho, matendo ya utukufu ya Bwana na nguvu zake na maajabu aliyoyafanya. Unaona, unapata wazo la mnyororo wa adhari hapa. Wazazi wetu walitufundisha matendo ya utukufu ya Bwana, na sasa tutawafundisha watoto wetu. Asafu anaandika hapa katika mstari wa sita kuhusu kusudi la Mungu katika haya yote, sikiliza: ili kizazi kijacho kijue, watoto ambao hawajazaliwa bado, na waamke na kuwaambia watoto wao. Unaona, mnyororo huu wa adhari unapaswa kuendelea na usivunjike katika kiungo chochote katika kizazi chochote, na zaburi hii itatoa vidokezo vya jinsi ya kufanya hivyo. Sasa ikiwa umeoa au umeolewa na huna watoto, usibadili kituo sasa hivi. Wajibu wa kuathiri kizazi kijacho ni wetu sote, ni agizo la kanisa, hata kama ni kwa kumwambia tu kwa njia yule jirani au au yule mfanyakazi mwenzako au au labda ni yule mwanafunzi mwenzako unayesoma naye ukweli uhusu bwana hii ni agizo lako kutoka kwa bwana sasa wacha nikupe vipaumbele vitatu kwa ajili yetu sote na vinapatikana hapa katika zaburi sabini na nane kipaumbele cha kwanza ni hiki e. tunahitaji kusaidia kizazi kijacho kujua mungu ni nani asafu anaweka wazi lengo hili la mafundisho hapa katika mstari wa saba ili waweze kuweka tumaini lao kwa mungu na wasisahau Matendo ya Mungu. Tazama, watu hawawezi kuweka tumaini lao kwa Mungu isipokuwa wameona mkono wa Mungu. Kwa maneno mengine, matendo ya utukufu ya Bwana wapi? Katika uumbaji na katika historia yote. Wacha turudie hayo kwa kizazi kijacho. Kipaumbele cha pili, tunahitaji kufundisha kizazi kijacho kufikiri kwa mtazamo wa kibiblia anaendelea kusema hapa katika mstari wa saba, ili waweze kuweka tumaini lao kwa Mungu na wasisahau matendo ya Mungu bali wazishike amri zake. Watoto hawahitaji tu kujua Mungu ni nani, wanahitaji pia kujua kile Mungu amesema. Na na kile wanachojua kuhusu neno la Mungu, kuhusu amri za Mungu, kuhusu maelekezo yake ya kuishi kweli, wanahitaji kutiwa moyo kutii. Mwandishi mmoja akiandika kuhusu maandiko haya alitoa ukumbusho mzuri aliposema, elimu bora zaidi ni elimu katika mambo bora zaidi. Unaona, watoto hawahitaji tu elimu nzuri, wanahitaji elimu katika mambo mazuri, na hiyo lazima ijumuishwe na ukweli wa neno la Mungu. Sasa unaweza kuwa unafikiria kwamba watoto hawafikiri sana kuhusu Mungu au maisha kwa ujumla. Hapana, sivyo. Wana maswali mengi na maswali yao yanaweza kukushangaza. Kupitia miaka ya uchungaji wangu, mhudumu wa watoto wetu mara nyingi alikuwa akiwaomba watoto wa darasa la tatu hadi la tano kuandika maswali kila mwaka ambayo wanataka yajibiwe katika mwaka ujao. Haya hapa, haya hapa ni baadhi ya maswali hayo. Je, Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja vipi? Ninawezaje kushughulikia hisia za kuwa na mtu katika familia yangu Ufa. Ikiwa mtu nitakayemua siku moja ataninyanyasa. Je, naweza kupata talaka? Ikiwa watu wanaishi mbali na hawajawahi kusikia kuhusu Yesu, je, wanaweza kwenda mbinguni? Ikiwa Mungu alijua shetani angefanya dhambi, kwa nini Mungu alimuumba? Je, malaika wana hiari ya kuchagua? Je, Mungu aliumba malaika wa kike? Kweli hilo hilo swali ni rahisi. Jibu ni ndio, kuna malaika wa kike. Ninajua kwa sababu nilimuua mmoja wao. Naam, ninajaribu tu kutoa hoja hapa. Je, haya ni maswali mazuri au vipi? Wacha nikuambie kitu: watoto hawa wadogo wanauliza maswali ya kina kuhusu Mungu na neno lake. Uh, vipi kama tuweke kipaumbele kuwafundisha jinsi ya kufikiri kibiblia tunahitaji kufundisha kizazi kijacho jinsi ya kuishi kwa busara. Asafu anaandika hapa kwamba mafundisho ya kibiblia yameundwa kufanya hivyo. Anasema hapa katika mstari wa nane, kizazi kijacho kisifanane na baba zao, kizazi cha ukaidi na wasi. Sasa Asafu anarejelea mababu zake Waisraeli wasiotii ambao waliasi dhidi ya Mungu. Kwa hivyo, hebu tukumbushe wale walio katika familia yetu, katika dunia yetu, jinsi ya kuishi kwa busara na hiyo inamaanisha hauta hauta utaepuka kupoteza maisha yako kwa kutotii neno la Mungu. Hii ni mnyororo wa adhari kwa njia ulioelezewa katika Agano Jipya na Mtume Paulo, anamwambia mchungaji Timotheo kile ulichosikia kutoka kwangu kiweke kwa watu waaminifu ambao wataweza kufundisha wengine pia, mbili, Timotheo mbili, mbili. Tunapaswa kuendeleza mnyororo huu wa ukweli. Hebu tufundishe kizazi kijacho kumjua Mungu, kufikiri kibiblia na kuishi kwa busara. Napenda hadithi kuhusu mtoto aliyekuwa akifanya fujo kanisani na hakutaka kukaa kimya. Alikuwa akiongea kwa sauti kubwa, aliangusha kitabu cha nyimbo, akaangusha rangi zake na akaanza kulia wakati fulani na baba yake hatimaye akachoka na kumchukua na kumweka begani mwake na kutoka nje ya hekalu, na mvulana huyo alijua sasa yuko matatani. Kabla tu hawajafika kwenye milango ya nyuma, mtoto huyo alipiga kelele, nisalieni! Kweli, angalau alijifunza dhamani ya maombi. Sawa, hebu niwaambie hapa, kuna vipaumbele vya mwisho kwetu leo. Na tuwaombee watoto hawa